Kimsingi katika kuwahudumia wananchi, kwanza kuwahudumia wananchi huwa kuishi the world never perfect na dunia huwa haikamiliki. Lakini siku ukisikia huduma zimekwisha za kuwahudumia wananchi tutakuwa tumeondoka wote duniani kwa sababu tutakuwa kuna shughuli ya kufanya. Ni sawa na dhambi au mapungufu. Leo hii kama dhambi zisingekuwepo makanisa na misikiti ingekuwa mifungwa. Lakini hujawahi kusikia kanisa limefungwa kwa sababu bado mwanadamu ni mwanadamu ana mapungufu yake na anahitaji kupata tiba ile ya kiinjili au kuhubiriwa au kupewa mawaidha kila siku ili aendelee aendele kumfuasa Mwenyezi Mungu. Sasa na maisha ya mwanadamu yako hivyo, huduma za mwanadamu huwa hazitaisha. Leo ukiwa kuna changamoto wa e, ya barabara ikitengenezwa barabara, watakwambia eneo maji yanakupita yanaharibu nyumba yangu, kwa hiyo tatakiwa utengeneze mtaro kule watakwambia umezuia maji sasa hata shambani kwangu hayaji. Kwa ndivyo ilivyo mwanadamu, ukihudumia jambo hili kesho inatokea jambo lingine. Kwa shughuli za kuhudumia umma ni endelevu. Kwa mimi tokea nimeingia ofisini, e, changamoto mimi sijaona changamoto kubwa. Changamoto zipo ni za kawaida na zinasovika. Changamoto, tutakuta changamoto imekuja ya uhaba wa ajira ambayo ni changamoto ya kiulimwengu ambao serikali umeona kila wakati inapanga ina, ina, ina, ina, ina, ina, inatengeneza ajira kupitia idara mbalimbali mbali au wizara mbalimbali elimu, afya na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo imeendelea kuwa inatoa ajira, lakini pia changamoto nyingine unaona ni kama hizo umesema za NIDA, changamoto za NIDA ipo E, changamoto ipo hiyo ya NIDA lakini unaona tayari sasa serikali imejipanga kuhakikisha ina kama sio kumaliza kabisa basi inapunguza kwa asilimia kubwa changamoto hiyo ya upatikanaji wa vitambulisho vya NIDA na vitambulisho vya NIDA ni endelevu kwa sababu kila siku watoto wanatimiza umri wa miaka wanatimiza umri. Leo hii tunapoongea ukienda kwenye ofisi za halmashauri kwa hasa kwenye idara ile ya uh, Labda ya hiyo ya kutoa ya, ya, ya vitambulisho vya taifa NIDA ukienda kwa mkuu wa wilaya utaona wimbi la vijana wanaotimiza wanaomaliza kidato cha cha 4 au wanaenda cha sita wanataka kupata nani vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo unaona NIDA ni endelevu. Kwa hiyo itaendelea kuwa hivyo kwa sababu watoto wanaongezeka maelfu kwa maelfu kila mwaka. Watu wanazaa kwa sababu ya miundombinu serikali imeweka mizuri, wanapata huduma nzuri za afya, chakula kinapatikana kizuri, miundombinu ya shule ni mizuri. Kwa hiyo tunaendelea kuongezeka. Tunapoongezeka, uhitaji unazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwa mimi binafsi, changamoto naona ni zile za kawaida zipo ambazo zilikuwepo e, serikali endelea kufanya na zitaendelea kuwepo kwa sababu kila siku mwanadamu ni muhitaji. Sasa hivi tunajiandaa kama tulivyoongea tarehe ishirini na saba bunge litavunjwa na kuanzia tarehe ishirini na nane kwa upande wetu wa Chama cha Mapinduzi e, wale ambao wanataka kutia nia kwa sababu ni demokrasia, chama kimeruhusu kuanzia hiyo tarehe ishirini na nane mpaka tarehe mbili wawe wamechukua fomu na kurejesha. Kwa hiyo sisi kama wawakilishi wa wananchi yale ambayo, e, wa ambayo tumeyafanya yale ambayo tumeyafanya ni sehemu pekee, ni kitu pekee ambacho wananchi kwanza wataona kuna umuhimu wa kumrudisha huyu mtu. Hasa Mheshimiwa Bashungwa. Bashungwa amefanya vitu vingi. Ni mtu ambaye kwanza eh, hana maneno maneno mengi, hapigi kelele kama wengine wanasema kupiga kelele. Yeye anaongea maneno yanayoendana na changamoto zinazohusu wananchi, anayafanyia kazi na tunayatekeleza. Kwa hiyo yale ambayo ameyatekeleza, yale ambayo ameyafanya Mheshimiwa Mbunge, itakuwa ni sababu ya kuendelea kuwaomba wananchi waendelee kumwamini na kumpa ridhaa ili aendelee kuwa mwakilishi wao. Lakini si hivyo tu. Tuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa kufanywa. Kuna vitu ambavyo viko nje ya ilani ambavyo vinaonekana vipo. Kwa mfano, kuna uibuaji, tunataka kuibua labda pengine barabara mpya zilikuwa zi, ziko chini ya ya Tarura chini ya Tamisemi leo, tutatuziombea ziwe chini ya Wizara ya Ujenzi TANROADS. E, kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo leo Mheshimiwa Mbunge amejipanga navyo, naamini kwamba wakimpa ridhaa, basi yale maeneo ambayo yalikuwa hayajao kwenye ilani sasa yate, yataenda at, ataomba ili wananchi wampe ridhaa akayaseme hayo, ili wananchi ak, akatekeleze changamoto hizo ambazo ziko kwa wananchi, kama nilivyosema kwamba changamoto haziishi ukiwa unahitaji hili ukipata hili, basi unahitaji kitu kingine. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge yeye amejipanga, akifika ile tarehe atasema yeye ni kitu gani amejipanga, ili kwa sababu ya hicho basi wananchi waendelee kumpa ridhaa. Lakini kuna miradi kama hiyo ambayo tunasema inaendelea, lazima ipate mtu yule ambaye anaijua e, kwamba miradi hii tayari niliombea nilifikisha hapa e, kwa hiyo naomba ridhaa ili kusudi iweze kukamilika kwa wakati e. Kwa mfano juzi, mheshimiwa madiwani walimwomba mheshimiwa mbunge ili waende bungeni kabla bunge halijavunjwa wamweleze mbunge miradi ile ambayo wanatamani iwe imekamilika. Sasa miradi ile tayari imewekewa mkakati na kwa, kwa ile miradi na kwa jinsi ambavyo mheshimiwa mbunge alivyoita mheshimiwa mawaziri wakaongea na mheshimiwa madiwani na pamoja na mbunge kwa mikakati waliyojiwekea wakija wao watasema, kwa sababu kuna kitu wamejipanga nacho ili kuhakikisha miradi ile ambayo haijakamilika inakamilika kwa wakati na kuendelea kuongeza miradi mingine ili kuhakikisha uchumi unaendelea kukua kwa kasi kwa wilaya yetu ya Karagwe.